Wanasiasa hao wa chama cha upinzani cha CHADEMA wanasaka usaidizi wa Umoja Mataifa ili kusajiliwa kuwa wakimbizi kukwepa kamata kamata inayofanywa na serikali ya Tanzania. Wanavyosimulia vijana hao, wanashikilia kuwa wamepokea vitisho na kwamba bado hawahisi kuwa ni salama kurejea nyumbani Tanzania. Rose Maemba ni mjumbe wa kamati kuu ya CHADEMA na kwa mtazamo wake, hali si hali, kwani bado vijana wanakamatwa Tanzania mpaka dakika hii. Kiongozi wetu wa jimbo la Kyela mkoa wa Mbeya, mwenyekiti pamoja na vijana wengine wamekamatwa. Kamata kamata haijaisha bado, na hivi ninavyozungumza, vijana bado wako mafichoni, wanaogopa kutoka, kwa sababu wengine wamebandikwa mpaka kwenye mabango ya matangazo, wanatafutwa wana, wana na sura zao zimewekwa. sasa eh, wakisema amani inarejea wana, wana, wana, wana. Wanazungumzia amani ya kina nani? Kulingana na vijana hao wanasiasa wa Chadema, juhudi zao zimetatizika, ndipo sasa wakafika kwenye afisi za Umoja wa Mataifa kupata usaidizi wa ziada, kwani wanahisi hawako kwenye nafasi nzuri kiusalama kwa sasa. Bado wanasubiri tamko rasmi la ombi lao. Saa chache zilizopita, chama cha Chadema kilipinga hatua ya serikali ya Rais Samia Suluhu ya kuunda tume maalum kutathmini vurugu zilizotokea kwenye uchaguzi mkuu uliopita kwa madai kwamba haina uwezo wa kujichunguza. Shia ni mwanachama wa Chadema na anaamini kuwa serikali haiwasikilizi wananchi wake. Kimsingi, tume yenyewe ni wale wale ambao walikuwa serikalini, ni wana CCM, lakini vilevile vile ni wahusika, ni watuhumiwa. Watu wengi walioumia ni vijana. Sasa ukiangalia kile ambacho kimeteuliwa, eh, eh, hakuna kijana yoyote hapo anayewakilisha vijana, lakini vilevile vile, hakuna watu ambao ni wanaoaminika Ifahamike kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu iliamuru mashtaka yanayoandama mamia ya vijana waliokamatwa wakati wa vurugu za uchaguzi kufanyiwa tathmini na kufutiliwa mbali. Rose Maemba, naamini kazi bado ipo kabla ya kufanya maridhiano katika mazingira yaliyopo. Wamefanya mapema mno kuanza kujadili mambo ya maridhiano. Tanzania sasa hivi haihitaji maridhiano. Tanzania sasa hivi na